Serikali ya wilaya ya Kyerwa mkoani Kagera imesema haitasita kuwachukulia hatua kali za kisheria wananchi wanaojihusisha na wizi wa kahawa za wakulima mashambani, hali inayochangia kurudisha nyuma maendeleo ya wakulima wilayani humo. Kutoka Kagera, Gibson Mika na anaripoti. Utawala wa wilaya hiyo Musa Waziri amesema hayo katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Kyerwa, baada ya kupokea malalamiko ya wizi wa kahawa katika mashamba ya wakulima. Wapo wananchi ambao sio waaminifu wanaingia kwenye mashamba ya watu wanaiba kahawa, lakini wapo wafanyabiashara ambao sio waaminifu wanafanya biashara kinyume na taratibu, kwamba hatutamvumilia mtu yoyote, haijalishi ana nafasi gani. Sisi baraza hili tunakubaliana na hatua zitakazochukuliwa dhidi ya watu wote wanaopeleka kahawa zetu nje ya nchi. Mbunge wa viti maalum kupitia CHADEMA anatropia Theonest amesema ipo haja ya vikundi vya ulinzi shirikishi vilivyoundwa kijijini humo kupewa nguvu za kupambana na wizi huo. Na mimi nikili kwamba mimi pia familia yangu inalima kahawa, sisi ni wakulima wa kahawa na sisi kweli kahawa zetu zimeibiwa kwao. Nikili kwamba kuna wizi mdogo mdogo wa kuamka usiku, tena wanavuna na kuuza au na, ku, na kuiba kahawa ambazo hazijaiva. Baadhi ya wakulima wa kahawa katika wilaya hiyo wamesema hatua wa hiyo itasaidia kumnufaisha mkulima mmoja mmoja na kuongeza mapato ya serikali, kwa sababu tunaamini kwamba kahawa inapomaliza kuvuka kutoka kwenye wilaya yetu kwenda nchi nyingine, tayari hayo mapato hatuna. Kwa hiyo kwa mimi, kwa jambo kama hilo, ningekuwa nasitikiza kwamba serikali iendelee kuboresha mfumo ya kiulinzi pamoja huko vijijini mpakani kusudi ikiwezekana kahawa iache kuvuka. Kwa udhibiti wa serikali za mitaa unakuwa ni kidogo, kwa sababu viongozi wengine baadhi yao ni wanunuzi wa hayo mazao. Ndicho kinachotupelekea kuta watu wanavuna kahawa mashambani na usimamizi unakuwa ni mdogo, kwa sababu wao wahusika wenyewe ndio viongozi. Nikiripoti kutoka hapa wilaya ya Kyerwa iliyopo mkoani Kagera, mimi ni Gibson Mika wa ITV.